Mkutano huu utahutubiwa kuanzia saa nne hii asubuhi mpaka saa nane mchana. Ewe mwananchi uliokuwepo kwenye maeneo haya, kama ulivyopata matangazo ya jana, kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu leo saa nne hii asubuhi atakwepo kwenye maeneo ya wadola tayari kuzungumza na wananchi wa. Mheshimiwa Tundu Lissu ameambatana na viongozi wa kamati kuu akiwemo Mheshimiwa ea, lakini pia ameambatana na viongozi wa kanda ya kusini ambao pia ataambatana kuhutubia mkutano huu, mkutano huu mkubwa wa hadhara ambao utahudhuriwa na wakazi wote wa wananchi wa Ruangwa, lakini vile vile utahutubiwa na mheshimiwa Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye kwa sasa ndio mwenyekiti wa chama cha demokrasia mpya. Mheshimiwa Tundu Lissu ameambatana na viongozi wa kamati Mambo vipi? Habari za mchana, habari za asubuhi, habari za jioni. Nategemea unaangalia video muda gani? Mimi naitwa Swahili 25. Niko bado tuko mkoa wa Lindi. Eh, yeah, tuko mkoa wa Lindi kenye jimbo la waziri mkuu Kasim Majaliwa eh? Tuko ruangu hapa toka jana, tumefika usiku hapa saa nne, mimi na timu yangu kwenye jalii hapo kama ambavyo wunaona, tumefika usiku hapo, tuka tukakabidhi wenyeji jali wakafanya pa, na asubuhi tumeamka saa moja kamili, tukaanza ma, matangazo ambayo Walikuwa wanaashiria kumpokea mheshimiwa Lissu. Japo wao wenyeji washafanya matangazo yao na kila kitu washafuweka mipango. Lakini tulikuwa tunapita tu kuwakumbushia wananchi. Na hapa leo hujafaidi matukio mengi kama siku zote ambavyo wanafanya. Maana ilikuwa busy sana kidogo. Na kidogo kiafya nilikuwa najisikia vibaya. Yaani afya yangu leo haijaimarika vizuri. Na mana mafua nimeyapata njiani. E, na homa imenishika. Jana nikapata dawa kidogo na naendelea vizuri na mshukuru Mungu. So hapa tuko njiani. Ruangwa mjini ni huku mbele, so mbali sana. Kule juu, kama unaona vizuri, kuna hoteli kwa mlimani kule ya waziri mkuu Majaliwa, na eneo hili amewekeza sana. Yaani kazi yake ni kufungua mashule tu. kwa ajili ya biashara na mahoteli na magesti. Lakini wananchi eh, wanasema eh, mwaka huu hakuna kupita bila kupimbwa. <laughs> no reform no election Eh, asante sana kwa kutazama video kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Eh, kama wewe ni mara yako ya kwanza kutazama video kwenye channel hii eh, mtindo ambao unaofanya unaitwa vlog. Ukitazama mwanzo mpaka mwisho utaelewa vlog ni mtindo wa aina gani, video ambazo unazifanya mimi tofauti na zile ambazo unazitazama kupitia vyombo vya habari. Mimi nakuonyesha matukio ya halisi na nyuma ya kamera ambayo huwa uyaone sehemu nyingine. Tuko hapa tunamsubiri mheshimiwa Lissu na msafara wake na wajumba kama tukuu, mheshimiwa God bless Lema eh ujenzi mpya wa mawasiliano ienda na watu wengine ambao kwenye msafara ambao wanakuja hapa Ruangwa kwa ajili ya kufanya mkutano. Baada ya hapa Ruangwa, tunaenda na Chingwea ambapo tunaenda kufanya mkutano wa mwisho nadhani wa saa kumi jioni. Endelea kufuatilia, tunawasubiri msafara eh, utatokea huku eh, maana wamelala Ndanda. Kuna sehemu hapo katikati walifanya mkutano asubuhi ambao umeisha muda sio mrefu. Wakitokea hii njia, tutachukua tutaenda nao mpaka Ruangwa senta kwenye ua, viwanja pale ambapo mkutano umeandaliwa. Basi mimi sina la ziada, kutokea hapa tuendelea kufuatilia, utaona jinsi ambavyo tutapokea msafara na kuwapeleka pale uwanjani na baadaye nitakupeleka kule na Shingoya, uweze kuona mkutano wa mwisho utakuaje. Kutana bada, mimi naitwa Swahili 25, nifolo kwenye mitandao ya kijamii, napatikana Twitter X kwa jina la Swahili 25 Mtandao um, wa TikTok kwa hilo jina na Instagram, tutane baadaye. hazina baa za wanawake Sadema koa Lindi uh -huh. Hey, noee, kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti tumeanzia Lindi tukaja Mtama ya umeamkia Rwangwa, mratibu mwenyekiti amempokea kama mlivyoona, mapokezi mazuri wananchi bado wanaohitaji japokuwa wanaoga lakini bado wana uhitaji wa kutaka mabadiliko. Sasa hivi tunaelekea na Chingwea na mheshimiwa mmoja mapokezi ya hapa eh, hili jimbo kila muda jina linanitoka Ruangwa <laughs> na huko unashingia, tunapoelekea, unadhani ni akina nani watawashinda wata wenzao kwa kuwa na wingi wa watu zaidi? Kwa kuwa watu wa Ruangwa siwezi kuwasemea, wameshindwa wa watu wa Ruangwa wamesubutu na wameweza na wameweza kumwonyesha Majaliwa kwamba tunahitaji mabadiliko. Na ndiyo maana unavyoona uwanja umeitika, watu wamekuja. Kwa hali ya kisiasa inayoendelea kwenye mkoa wa Lindi, hususan jimbo la Ruangwa, wananchi wamejitokeza na wameonesha kwamba na sisi tukipata tume huru ya uchaguzi na mfumo mzuri wa uchaguzi tunataka mabadiliko. Lakini Nachingwea ni jimbo ambalo la mkakati na jimbo ambalo chama kipo muda, na mapokezi yake huwezi kuyafananisha na Ruangwa. Basi sawa, tukutane baadaye ambapo tutafika huko Nachingwea ukaone maandalizi na kila kitu ambacho kitaendelea huko. Tukutane baadaye. Bila mabadiliko sheria e za uchaguzi, sheria mbovu za uchaguzi zinatunyima haki zetu, wenye nchi wananchi tunataka tumeudu. Hakuna uchaguzi! Hakuna uchaguzi! Tanzania ni uchafuzi. Wagombea wa upinzani, mama wote, wananchi wote, piteni kule nyuma akamba, ya kamba. Tunaenda kwenye mapokezi ya mwenyekiti kule, sawa sawa. Chadema mapipo haya, twende kule, twende kule, twende kule, twende kule twende kule kwa ajili ya mapokezi Wananchi wote tunaomba, wananchi wote twende huko tukampokea kwa shangwe Mheshimiwa Lissu. Aa, usipite pita kwa nyuma, pita kwa nyuma. Wananchi wote twende tukampokea Mheshimiwa Lissu. Wananchi wote, ndio utaratibu tunaoifanya, twende wote huku tukampokea.

Tumefika na chingwea tayari kutokea, e, kwenye jimbo la waziri mkuu Kassim Majaliwa ambapo tumefanya mkutano wa mwisho pale, tukawaacha tukaanza mdogo mdogo kuja hapa na chingwea mjini kwenye mkutano wa mwisho wa saa kumi jioni, ambapo tayari msafara kama ambavyo umeona ushaingia mjini, e, ushaingia kwenye uwanja huu. Lakini sisi njiani tulipata changamoto kidogo ya farasi wetu, huyo alipata changamoto kidogo. Mguu wa kushoto talila mbele na gonga. Sasa tujajua ni kitu gani tumeleta, tumekuja hapa garage kwa ajili ya kucheck, lakini tulipo sisi na uwanja ulipo sio mbali sana eh? Ni upande wa pili tu hapo nyuma, upande wa pili na tukiwa hapa tunasikia sauti kile kinachoendelea kule. Hapa ndo fundi anahangaika kujua tatizo ni nini kama ambavyo unaona. Manake baadaye tutarudi hapo uwanjani niweze kuona kama nitapata nafasi ya kurekodia matukio mengine, lakini kwa sasa hivi tumepata changamoto kidogo kwenye gari. Huyu ndo farasi ambao anatutembeza kila mahali, ambao tunaamini hata wewe ambao uko kwenye huo mkoa wako ambapo hatujafika, tutakuja kwa ajili ya huyu punda, huyu farasi, huyu ndo atatuleta hapo kwenye mkoa ambapo e, utakuwepo. Maana bado tuna safari ndefu, tutakuwa kwenye mkoa wa nini unaitwa shakalili Songea eh, Songea tutakuwepo pale, tutazunguka tutatoka Songea tutaenda mkoa wa Morogoro. Mkoa wa Morogoro tutakwenda Dodoma, Dodoma Singida, Singida Tabora, Tabora eh, tutaanza na mikoa ya Kigoma, Kagera, mw Geita, Mwanza, tutaenda kanda ya Serengeti kule, tutane baadaye. Mimi sina la ziada kutokea hapa gereji mpaka hapo baadaye. Leo nimekosa kufanya vitu vingi vizuri kwa ajili yako wewe, ambao unatazama kila wakati chaneli yangu. Usiache kusubscribe, like, comment na kushare kwa marafiki wengine, kama ujifanya hivi. Asante kwa kutazama mpaka sasa hivi. <muchilis>